Karibu sana katika usiku wa ligi kuu ya NBC kutoka makao makuu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, dimba ni sisiemu Jamhuri, Dodoma Jiji wakiwakaribisha Coastal Union. hiki ni kikosi cha wenyeji. Peter Kasunda kinara mabao katika kikosi hiki akiwa na mabao sita na pasi mbili za mabao, anaanza kama ilivyo ada akiwa sambamba na Idi Bahati Kipagwile. hiki ni kikosi chao ambacho wameanza nacho leo. Chuma Ramadhani Mgeni yuko akibani, anaanza Gama langoni lakini Amara Bagayoko dhidi ya Simba alitokea benchi kuchukua nafasi ya Sabri Omar Kondo. Mwamuzi anaruhusu kabumbu hii ianze. Popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya. Uhali gani? Ni Dodoma Jiji dhidi ya Coastal Union. Wako kwenye umiliki Dodoma Jiji. Rasmus Alexander amekata kibao na imekubali. Lucas Anania Kikoti, tupa mpira kwa Sabri Omar Kondo, anaingiza cross. Nafasi kwa Coast, watafanya nini? bado tenga, Kikoti imekuwa ni simple, imekuwa ni rahisi mno. Imeshindwa kufanya kile ambacho alitaka kukifanya kwa faida. Amewahi kupata Lamek Elias. Lawi anakata kibao, cross ile bado bundi mbaya na wazengia. Dodoma Jiji inua cross. Lamek Lawi, Sabri shughuli, imekataa ile ameiweka pembeni kwa Miraji Abdallah. Hassan Maulid. Shabani Juma Maulid bado anaona nafasi ya kufanya kitu kingine. Maulid. Mwamuzi anaamuru kwamba ni goal kick. Kosti wakionekana kutoridhika na wanalaumiana pia. Lazaro naye anasisitiza jambo, hawajafurahishwa pengine na mchezo ambao Maulid Shabani Juma aliufanya. Aliwekewa pasi nzuri sana ikampata kwa mara nyingine tena. Alikuwa na option ya kucheza na Bagayoko lakini akachagua kujaribu yeye mwenyewe. Ibi Salmini Hoza lakini anakwenda kumtuliza mwenzake Gift anamwambia relax mwana, tulia tulia. Kadi ya njano mwana Kibuta David, kadi ya njano ya kwanza katika mchezo huu, na hii ni ya kuitaka. Hakuna lugha nyingine ambayo unaweza ukaitumia Alianza akichukua nafasi ya Sabri Omar Kondo lakini leo ameanza wote pamoja. Tatizo lilikuwa hapa jinsi ambavyo mwana kibuta David alicheza. Gifti Kosti kwenye umiliki wa mpira. Maulid Shabani Juma. Penyeza pasi ile. Yuko pale Sabri Omar Kondo lakini amefika golikipa Ngeleka Alain Katembua, kwa weka salama Dodoma Jiji, na yupo chini ya kigaagaa kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kuhakikisha kwamba timu yake inakuwa salama katika jaribio ambalo walikuwa wakilifanya Coastal Union. Shughuli si rahisi. Sabio Marikondo alifika lakini alifanikiwa kucheza mpira. Ngeleka Alain Katembua mpira ambao umemweka chini wakati huu na kulazimu madaktari wasogea uwanjani kutoa tiba. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika katika uwanja wa CCM Jamhuri. Mchezo ni wa ligi kuu NBC, Dodoma Jiji ndio wenyeji, Coastal Union wageni kutoka Arusha yalipo makazi yao kwa sasa po. Peter Kasunda top scorer wa kikosi hiki ameshindwa kufanya jambo katika dakika 45 za kwanza, kadhalika Maulid Shabani Juma ameshindwa kuinusuru timu, lakini wamefanya kazi nzuri safu ya ulinzi. Dakika 45 zitazungumza. Karibu sana katika uwanja huu wa CCM Jamhuri Dodoma, yalipo makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni Dodoma Jiji dhidi ya Coastal Union. Mabad, Maulid mabad, mabad. Oho, golikipa na temol, lakini malaika wa heri amempushi kule. Malaika walawama, pengine habari ingekuwa tofauti kwake. Dodoma wana flow sasa, wapi wataishia mpira? Ameyosahulika wa Dodoma, Lusajo po, Pita Kasunda po, Kasunda ameifuta Fales Andrew Gama, wanapata kona Dodoma Jiji. Huyu ndiye Paul Peter Kasunda ambaye anafahamika zaidi msumbufu. Haya, watafanya nini Dodoma? Paul Peter Kasunda, natan ameseti, kwa Apollo ameikata Fales. Apollo Otieno Onyango ametuma jaribu lingine ama ametuma salamu kwa Fales Andrew Gama wanapata kona. Piga mpira mrefu. Yes, alama sita juu ya meza. Dodoma Jiji wanachukua alama nne, walichukua tatu katika mchezo wa duru ya kwanza, wakishinda mabao mawili, lakini leo katika mchezo wa marejeano, mchezo wa raundi ya pili, wanachukua alama moja. Kosti wanaambulia alama moja tu. Dakika tisini timilifu, Dodoma Jiji sifuri, Coastal Union sifuri.